shairi letu latoka katika zaburi mia moja ishirini na mbili kuanzia mstari wa kwanza hadi wa pili tena mstari wa nne hadi wa tano tena mstari wa sita hadi wa saba tena mstari wa nane hadi wa tisa na kitikio cha shairi letu kinatoka katika mstari wa kwanza bwana yesu asifiwe wapenzi wa mashairi na kwa ndugu zangu Waislamu, asalamu alaikum, karibu na ubarikiwe. Furaha ilinijia, waliponiambiani. Twende pate karibia, mwa Bwana mle nyumbani. Sasa tumesimamia, malangoni mle ndani. Twende nyumbani mwa Bwana, kiimba nyimbo za shangwe. Twende nyumbani mwa Bwana, kiimba nyimbo za shangwe Ndiko wanakopandia makabila ya Rabani, kama ilivyo sheria, Bwana kumtukuzani. Vitu vya hukumu pia, mewekwa mle nyumbani Dwe Bwana kiimba nyimbo za shangwe. Twende nyumbani mwa Bwana kiimba nyimbo za shangwe. Na Yerusalemu pia, iombeeni amani wale nao kupendea, wakahisi salamani. Amani pate hisia, baraka kwao nyumbani. Twende nyumbani mwa Bwana, kiimba nyimbo za shangwe. Twende nyumbani mwa Bwana kimba nyimbo za shangwe. Kwa ajili ya ndugu zangu wamaninatangazia na kwa wandani wangu wa watakia kwa nyumba ya Bwana wangu, fanaka na waombea. Twende nyumbani mwa Bwana, kiimba nyimbo za shangwe. Twende nyumbani mwa Bwana, kiimba nyimbo za shangwe. Twende nyumba Bwana kiimba nyimbo za shangwe, twende nyumbani mwa Bwana kiimba nyimbo za shangwe. Amina.